Kwa majina naitwa Anna, nina miaka ishirini na nane. Leo nasimulia kisa cha maisha yangu kilichonichoma mpaka moyoni. Kisa kilichonivunja heshima yangu, imani yangu na ndoto zangu zote. Mume wangu alinigeuka, alininyanyasa kwa kimya. Akaniacha. Kisha akamuoa mdogo wangu mwenyewe. Kama umewahi kuumizwa, kama umewahi kusalitiwa na mtu uliyempa roho yako, bonyeza like, subscribe. Na niandikie comment unatizama kutoka wapi? Maana hiki ninachokisema si hadithi, ni jeraha linalovuja damu mpaka leo. Nilipoingia kwenye ndoa nilikuwa msichana mwenye matumaini makubwa. Nilimpenda mume wangu kwa dhati, kwa upofu unaotokana na imani. Niliona ndoa kama kimbilio, kama mahali pa heshima na amani. Nilijua nimepata mtu sahihi, niliamini kwa sababu alionekana mtulivu, mwenye hofu ya Mungu na mwenye maneno mazito ya upendo. Nilimkabidhi moyo wangu bila kuhesabu gharama, bila kuweka akiba ya maumivu. Nilimpa kila kitu: upendo, heshima, utiifu na ndoto zangu zote. Sikuwahi kuwa mke wa maneno mengi. Nilijifunza mapema kwamba ukimpenda mwanaume, mpe nafasi ajisikie mfalme. Niliamka asubuhi mapema kumwandalia chai, nikahakikisha nguo zake ziko safi, nyumba iko shwari Nilijipinda ili kumpendeza, nikajifuta mimi ili yeye aonekane. Nilikuwa tayari kubeba mzigo wa ndoa kwa mabega yangu mawili bila kulalamika. Niliamini uvumilivu ni upendo. Leo ninajilaumu kwa hilo. Wazazi wangu waliniona kama binti mwenye bahati. Waliniambia nimshikilie mume wangu, nimtii, nimwombee na nisimletee aibu ya maneno yao. Yalinikalia kama nira shingoni mwangu. Kila nilipoumizwa nilimeza. Kila nilipodharauliwa nilinyamaza. Nilijifunza kuomba msamaha hata pale nilipokuwa sina kosa. Nilijifunza kucheka nikiwa na machozi moyoni. Mabadiliko yalianza taratibu, kama mvua ya manyunyu isiyoonekana hatari. Simu zake zikawa siri, tabasamu zikapungua, maneno ya upendo yakawa adimu. Alianza kuniambia ninachopaswa kufanya na nisichopaswa kufanya nivae nini, niwe wapi, niseme nini. Nilijipa sababu, nilisema labda anajali. Nilijidanganya kwamba huu ni ulinzi, si uthibiti. Leo najua nilikuwa najidharau mwenyewe. Nilipojaribu kuzungumza, nilikutana na ukimya mzito au hasira isiyo na maelezo. Nilipojaribu kuuliza, niliitwa msumbufu. Nilipojaribu kueleza hisia zangu, niliambiwa ninafikiri sana. Kila swali langu liligeuzwa kosa langu. Nilianza kujiona mdogo, dhaifu, wasiye na thamani. Huo ulikuwa mwanzo wa kupotea kwangu. Nilikuwa nikiamini ndoa ni safari ya watu wawili, kumbe nilikuwa ninasafiri peke yangu. Alipoanza kunitenga, nilizidi kujitahidi. Nilienda kwenye semina za ndoa kwa siri, nikasoma vitabu, nikasali usiku wa manane. Nilijifunza kuvaa upole juu ya maumivu. Nilijifunza kusema samahani hata nikiwa nimekanyagwa. Nilijifunza kufa taratibu ndani ya nyumba niliyodhani ni yangu. Ndipo mdogo wangu akaingia katika maisha yetu kwa namna isiyo ya kawaida. Nilimpenda mdogo wangu, nilimlea, nilimkinga, nilimpa moyo wangu kama dada. Sikuwahi kumwona kama tisha, nilimwona kama damu yangu. Nilimkaribisha nyumbani kwangu kwa mikono miwili, nilidhani ukarimu ni baraka. Sikujua ukarimu wangu ungekuwa mlango wa usaliti wangu. Kulikuwa na ishara ndogo ndogo ambazo nilizifumbia macho. Ukimya ulipokutana na tabasamu la siri, nilijipa matumaini. Nilipoona mipaka ikivunjwa kwa kisingizo cha ni familia, nilinyamaza. Nilipoona heshima yangu ikikanyagwa taratibu, nilijikumbusha maneno ya wazazi wangu, nilijikumbusha ahadi ya ndoa, nilijikumbusha kwamba mke mzuri huvumilia. Leo najua nilivumilia mpaka nikapotea. Moyo wangu ulianza kuniongeleza, lakini niliuzima sauti yake. Nilipoanza kuhisi baridi kati yangu na mume wangu, nilijilaumu. Nilijiona sifai. Nilijiuliza wapi nilikosea. Nikajirekebisha, nikajipunguza, nikajificha. Lakini hata nikijificha, kivuli cha usaliti kilikuwa kinanifuata. Siku moja nilijikuta nimesimama kwenye ukingi wa ukweli ambao sikuwa tayari kuuangalia. Nilihisi kitu kibaya kinakuja. Kitu kinanivizia. Nilipumua kwa tabu, nilijua kuna kitu kinaninyang'anya nafasi yangu, heshima yangu na mapenzi yangu, lakini bado bado niliamini. Huo ulikuwa udhaifu wangu mkubwa. Nilidhani upendo unaweza kushinda kila kitu. Nilidhani ukimya wangu utaokoa ndoa. Nilidhani kujitoa kwangu kutaleta mabadiliko. Sikujua kwamba wakati nikijitoa, mtu mwingine alikuwa anajichukulia kile nilichokilinda kwa uhai wangu wote na hapo ndipo nilipoanza kuelewa kwamba kile nilichokiona sio bahati mbaya, ni mwanzo wa mwisho wangu, ni mwanzo wa kisa kingeandikwa kwa machozi, hasira na fedheha. Sikujua nyumba niliyoiita kimbilio ingekuwa uwanja wa vita, na mimi ningekuwa nikipigana peke yangu. Nilipoanza kuhisi kuwa kuna chitu hakiko sawa, sikuthubutu kusema kwa sauti. Nilikaa na hisia zangu kama mtu anayekalia moto, akijifariji kuwa joto litapungua. Nilijidanganya kwa makusudi. Nilijiambia, Ana, wewe ni mke, jifunze kuvumilia. Lakini ndani kabisa ya kifua changu kulikuwa na sauti iliyokuwa ikipiga kelele, sauti iliyokuwa ikiniuliza kwa hasira, kwa nini unanyamaza wakati unakanyagwa? Sauti hiyo niliifunga gerezani kwa hofu ya kuvunja ndoa yangu. Mdogo wangu alipokuwa nyumbani, mambo yalibadilika kwa kasi ya ajabu. Nilianza kuona tabasamu ambayo sikuwa nikipewa tena. Nilianza kuona ukarimu uliopitiliza, msaada usio na mipaka na ulinzi wa ajabu. Niliona macho yanayofuata kila hatua yake. Niliona masikio yanayomsikiliza kwa makini. Niliona mikono inayomtafutia kila anachohitaji. Na mimi nilikuwa nikigeuka kivuli ndani ya nyumba yangu mwenyewe. Nilipojaribu kujipa majibu, nilijilaumu. Nilijiambia, labda nina wivu wa kipuuzi. Nilijiambia, labda nafikiria vibaya. Nilijiambia, ni kawaida kusaidia familia. Lakini moyoni nilikuwa nikiungua kila nikiona mipaka ikivunjwa. Nilimeza mate kila nilipoona heshima ikipotea. Nilijifanya kipofu. Nilijifunza kujifanya sioni kweli, ili nisivunje amani ya ya uongo. Usiku ulipoingia, usingizi ulikuwa adui yangu. Nilikuwa nikiwaza, nikitafakari kila tukio. Nilikuwa nikiunganisha nukta. Nilikuwa nikiuliza maswali ambayo sikuwa na ujasiri wa kuyauliza mchana. Nilihisi ninasukumwa pembeni polepole pole kwa ustadi wa hali ya juu. Nilihisi ninapokonywa kitu ambacho nilikipigania kwa roho yangu yote. Nilipojaribu kuzungumza, nilikutana na maneno ya kunivunja. Nilipojaribu kuuliza, nilipata hasira. Nilipojaribu kueleza maumivu yangu, nilitukanwa kwa upole. Niliambiwa ninafanya mambo kuwa makubwa. Niliambiwa naharibu hali. Niliambiwa nataka ugomvi. Hapo ndipo nilianza kujifunga mdomo kabisa. Nilianza kuishi kama mgeni anayepita kimya kimya. Nilipoona pesa zinahamishwa bila mimi kujua, nilishtuka. Sio kwa sababu ya pesa, bali kwa sababu ya siri. Nilijiuliza, kwa nini nisiwe sehemu ya maamuzi? Lakini hata swali hilo liligeuzwa kosa langu. Nilianza kuona uaminifu wangu ukipasuka vipande vipande. Nilianza kuona upendo wangu ukigeuzwa silaha dhidi yangu. Kulikuwa na siku nilijiona mjinga. Nilijiona nimesimama kati kati ya chumba nikitabasamu wakati ndani ninavunjika. Nilijiona nikitoa heshima kwa mtu anayeninyima heshima. Nilijiona nikimlinda mdogo wangu wakati yeye hakuwa ananilinda. Nilijiona nikipoteza sauti yangu kwa hiari yangu mwenyewe. Nilianza kujitenga. Nilianza kuishi ndani ya mawazo yangu. Nilianza kujiuliza kama mimi ndiye tatizo. Labda upendo wangu haukutosha, labda uvumilivu wangu haukutosha. Hapo ndipo nilianza kupoteza mimi ni nani. Nilianza kusahau thamani yangu. Kila nikiangalia, niliona ukaribu usioelezeka, niliona vicheko vilivyokuwa vinaniuma, niliona maneno ya siri, niliona uelewano uliopita mipaka, niliona heshima yangu ikitupwa pembeni kama kitu kisicho na maana. Lakini bado, bado niliendelea kunyamaza. Nilikuwa nimefungwa na hofu, hofu ya kupoteza ndoa, hofu ya aibu, hofu ya lawama. Nilijikumbusha maneno ya wazazi wangu, nilijikumbusha ahadi ya ndoa, nilijikumbusha kuwa mwanamke mzuri huvumilia. Lakini hakuna aliyeniambia uvumilivu unaweza kukuua taratibu. Hakuna aliyeniambia ukimya unaweza kuwa kaburi la roho yako. Hakuna aliyeniambia kuwa wakati unanyamaza, wengine wanachukua nafasi yako. Nilipojaribu kuweka mipaka, nilichekwa. Nilipojaribu kuonyesha msimamo, nilionekana mkali. Nilipojaribu kujilinda nilionekana mchoyo. Kila nilichofanya kiligeuzwa kosa. Nilianza kuona wazi kwamba kulikuwa na upande mmoja tu uliosikilizwa na haukuwa wangu. Siku moja, nilihisi kitu kikubwa kinakuja. Nilihisi kama radi kabla ya mvua kubwa. Nilihisi kama nyumba inatikisika chini ya miguu yangu. Nilijua kuna ukweli unaonikaribia, ukweli ambao ungeumiza kuliko maumivu yote niliyoyavumilia kimya kimya. Nilipumua kwa shida Nilijua ukimya wangu ulikuwa unakaribia mwisho wake, na hapo ndipo nilipoelewa kwamba nilikuwa nimechelewa. Nilikuwa nimechelewa kujilinda, nilikuwa nimechelewa kusema, nilikuwa nimechelewa kusimama kwa ajili yangu, kwa sababu wakati mimi nilikuwa nikiogopa kuharibu ndoa yangu, mtu mwingine alikuwa tayari anajenga ya yake juu ya mabaki ya heshima yangu. Nilipofikia hatua ya kushindwa kunyamaza, nilikuwa tayari nimechoka kupumua kwa hofu. Kulikuwa na siku nilijiona kwenye kioo, nikaona uso ambao sikuutambua, macho yaliyochoka, tabasamu lililolazimishwa na sauti iliyokandamizwa. Nilijiuliza, "Ana, mpaka lini?" Hasira ilikuwa imenijaa lakini sio ile ya kupiga kelele, ilikuwa ile nzito ya kukaa moyoni kama jiwe. Migogoro ilianza kuwa wazi, maneno yakawa makali, kauli zikawa za kunidhalilisha. Nilipojaribu kusimama kwa heshima yangu, nilionekana mkosa. Nilipojaribu kueleza maumivu yangu, nilituhumiwa kuvuruga amani. Nilipojaribu kuweka mipaka, nilionekana mkali na mchoyo. Nilianza kuelewa kwamba sauti yangu haikuwa tena inasikilizwa, ilikuwa inavumiliwa tu na hata hapo kwa shida. Nilijikuta nikipambana na mdogo wangu, namna singewahi kufikiria. Maneno yake yalikuwa makali kuliko kisu. Alizungumza kana kwamba nyumba ile haikuwa yangu. Alijibu bila heshima, aliniongelea kwa dharau. Kila nilipoinua sauti, nilihisi aibu. Kila nilipojaribu kumkemea, nilionekana katili. Nilianza kuhisi kama mimi ndiye mgeni ndani ya kuta nilizojenga kwa uvumilivu wangu. Nilipomgeukia mume wangu, nilitarajia haki, nilitarajia angalau asikilize, lakini badala yake nilipata baridi nilipata macho yaliyogeuka. Nilipata kauli za kuninyamazisha. Nilihisi kama ninapigana peke yangu. Nilijua hapo ndipo mambo yalipovuka mstari, kwa sababu mwanamke anaponyimwa sauti ndani ya ndoa huwa ananyimwa utu wake. Kulikuwa na wakati nilihisi hatari, siyo hatari ya maneno tu, bali ya mwili. Nilihisi kusukumwa, nilihisi kutishiwa, nilihisi kudharauliwa, nilihisi kama nipo kwenye ukingi wa shimo, nikiwa nasukumwa taratibu. Nilitetemeka, Nilishindwa hata kulia. Mwili wangu ulijibu kabla ya akili. Nilipumua kwa taabu, nikihisi nguvu zinanitoka. Nilipojaribu kutafuta msaada, nilisita. Nilijiuliza nitamwambia nani bila kuonekana mkosa. Nilijiuliza nitakwenda wapi bila aibu. Nilijiuliza nitasemwa nini. Nilihisi kama nimefungwa kwenye mtego wa kimya. Kila njia ilionekana na miiba. Nikaa pale nikitafakari, nikihesabu hasara zangu kabla hazijatokea. Migogoro ilipozidi, nilianza kuona upendeleo hadhari. Niliona upande ukichaguliwa hadharani. Niliona maneno yangu yakikatizwa. Niliona machozi ya mwingine yakipewa uzito kuliko kilio changu ndani. Nilihisi kama ukweli wangu hauna thamani. Nilihisi kama nilikuwa kikwazo kwenye hadithi yao. Nilipojaribu kujilinda, nilinyanyaswa kwa maneno. Nilipojaribu kuondoka kwenye mzozo, nilifuatwa. Nilipojaribu kukaa kimya, nililaumiwa. Nilipoteza usingizi. Nilipoteza hamu. Nilipoteza amani. Nilianza kuishi kwa tahadhari, nikichagua maneno kwa uangalifu, nikitembea juu ya mayai yasiyovunjika. Hasira yangu ilianza kubadilika kuwa uamuzi. Nilijua kama nitaendelea kunyamaza, nitapotea kabisa. Nilijua kama nitasimama, nitavunjwa vipande. Lakini kusimama kulihitaji ujasiri ambao niliuacha njiani. Nilijikusanya taratibu. Nilianza kuamini tena sauti yangu, hata kama ilikuwa inatetemeka. Nilisema kile nilichohisi. Nilieleza kile nilichokuwa nikipitia. Nilizungumza kwa uchungu, kwa hasira, kwa ukweli, lakini majibu hayakuwa yale niliyoyatarajia. Badala ya kuelewa, nilikabiliwa na kuta. Badala ya kusikilizwa, nilitengwa. Badala ya kurekebishwa, nilitishiwa kuondolewa. Hapo ndipo nilijua mambo hayakuwa tena sawa. Nilijua ndoa yangu ilikuwa imeingia kwenye giza zito. Nilijua kuwa upendo wangu haukuwa kinga tena. Nilijua kuwa heshima yangu ilikuwa imewekwa rehani. Nilijua kuwa kuna mtu alikuwa tayari anachukua nafasi yangu bila hata kujificha. Nilikaa peke yangu usiku ule, nikitazama dari, nikihisi hasira ikipanda na kushuka kama mawimbi. Nilijua kesho itakuwa tofauti. Nilijua kitu kikubwa kilikuwa kinakuja. Nilijua ukimya wangu haukuwa suluhisho tena, kwa sababu migogoro ile haikuwa tu mabishano, ilikuwa ni ishara ya wazi kwamba mimi nilikuwa ninasukumwa nje ya maisha niliyoyaita yangu. Kulikuwa na wakati nilidhani labda bado kuna tumaini, ndiyo tumaini lile la kipumbavu linalomjia mtu aliyeshachoka kuumizwa, lakini bado anaogopa kuachilia. Nilijikuta nikipumua kwa kina, nikijiambia Anna pengine haya yote ni mawazo yako tu. Nilishikilia wazo hilo kama mtu anayeshika majani katikati ya mafuriko. Nilihitaji kuamini, hata kama imani hiyo ilikuwa inanivunja. Siku ile kulikuwa na ukimya mzito nyumbani, ukimya ambao haukuwa amani, bali hofu iliyojificha. Nilihisi kama nimesukumwa pembeni, lakini bado nilitamani kurejesha nafasi yangu. Nilijiambia, kama nitanyamaza, kama nitaonyesha upole, labda atarudi. Nilijifanya mdogo ili kulinda kitu kilichokuwa kimeshanivunja heshima. Nilipojaribu kuzungumza kwa sauti ya chini, nilihisi kama najishusha, lakini nilifanya hivyo kwa sababu nilikuwa nimechoka kupigana. Nilisema maneno ya upole huku kifua changu kikiungua kwa hasira iliyokandamizwa. Nilijifanya mtulivu ilhali ndani nilikuwa natetemeka. Nilikuwa nimejifunza kuvaa tabasamu juu ya jeraha. Kwa muda mfupi niliona mabadiliko, niliona sauti ikilainika, niliona macho yakiniona tena, au angalau nilidhani. Nilihisi kama nimepewa pumzi ndogo baada ya kuzama kwa muda mrefu. Nilijipa matumaini, nilijiambia, hii ndio ndoa, kuna misukosuko, lakini watu hurudiana. Nilijilaumu kwa hasira zangu zote. Nilijiambia labda mimi ndiye niliyekuwa mkali, labda mimi ndiye niliyeharibu mambo. Nilijikuta nikitoa moyo wangu tena mezani, nilijitoa bila kujilinda. Nilijisogeza karibu, nikijaribu kurejesha ukaribu uliopotea. Nilijikumbusha tulikotoka, nilijikumbusha ahadi tulizotoana, nilijikumbusha ndoto tulizozizungumza usiku wa manane nilijishawishi kwamba upendo wetu hauwezi kufa kwa urahisi. Kwa muda ule mfupi nilijisahau. Hasira yangu ilipungua, machozi yakapungua, nilihisi joto la karibu. Nilihisi kama bado nina nafasi, nilihisi kama bado nina thamani. Nilijipa ruhusa ya kuamini tena, na huo ndio ulikuwa uamuzi ulioniumiza zaidi. Lakini ndani kabisa kulikuwa na sauti ndogo ikiniambia nisimwamini. Sauti hiyo niliifunika kwa makusudi, nilichagua upofu kwa sababu kuona kungeuma sana. Nilijipa ahadi ya mwisho, hii ikivunjika, sitajijenga tena. Nilikuwa nimefika mwisho wa nguvu zangu. Kila dakika iliyopita nilihisi kama kitu kibaya kinanivizia. Tumaini lile lilikuwa nyembamba sana kama kioo. Nilikuwa naogopa kuligusa kwa nguvu, nilikuwa naogopa kuuliza maswali, nilikuwa naogopa kuharibu amani ile ya dakika chache. Nikaa kimya tena, nikirudia kosa lile lile. Nilipojaribu kujipa nafasi, nilijiona nikifuta hasira zangu, nilijiona nikimeza maneno yangu, nilijiona nikikubali mambo ambayo hayakustahili kukubalika. Nilijisalimisha, lakini bado nilitamani kuamini kwamba hii ilikuwa njia ya kuokoa ndoa yangu. Ndipo ghafla pumzi ile ya matumaini ikakatizwa. Kulikuwa na kitu kilichokatiza ukaribu ule, kitu kilichorudisha hofu yote niliyokuwa imeificha. Nilihisi moyo wangu ukidunda kwa nguvu, nilihisi damu ikipanda kichwani, nilihisi tumbo langu likijikaza kwa wasiwasi. Nilijua bila kuambiwa kwamba amani ile haikuwa ya kweli. Nilisimama nikiwa nimeganda. Nilihisi kama dunia imesimama. Mawazo yangu yakarudi haraka. Nilikumbuka mimi ni nani. Nilikumbuka maumivu yote niliyoyapitia. Nilikumbuka dalili zote nilizozipuuza. Nilijua sasa, sasa tu kwamba tumaini lile lilikuwa mtego. Nilijiambia, Ana, usijidanganye tena lakini ilikuwa imechelewa, kwa sababu kile kilichokatiza ukaribu ule ilikuwa ni ishara ya wazi kwamba kulikuwa na mtu mwingine katikati, ishara kwamba mimi nilikuwa nimekuwa chaguo la pili au labda la mwisho. Hapo ndipo hasira iliporudi kwa nguvu mara kumi zaidi. Nilihisi kudhalilishwa, nilihisi kutumiwa, nilihisi kama moyo wangu umechezewa kama kifaa. Nilijilaumu kwa mara ya mwisho kwa kuamini tena. Nilijilaumu kwa kujishusha. Nilijilaumu kwa kuacha mipaka yangu ivunjwe mpaka ikavunjika vipande. Na hapo ndipo nilipoelewa ukweli mchungu: tumaini la ulongo linauma kuliko hatiki ya wazi, kwa sababu linakupa ndoto kisha linakuamsha kwa kishindo, linakupa pumzi kisha linakunyima hewa linakufanya kuamini kwamba bado una nafasi wakati nafasi yako ilishachukuliwa kitambo. Nilikaa pale nikiwa nimevunjika, nikiwa nimejaa hasira na maumivu. Nilijua safari hii hakuna kurudi nyuma. Nilijua sasa sitanyamaza tena, kwa sababu kilichokuwa kinakuja kingenilazimisha kuchagua kuendelea kujificha au kusimama kwa ajili ya heshima yangu hata kama ingeuma kuliko yaliyowahi kuhisi. Nilipoachwa rasmi haikuwa kwa maneno marefu, haikuwa kwa maelezo, haikuwa kwa heshima. Ilikuwa kwa ukimya mzito uliokuwa unaniambia wazi kwamba nilikuwa nimefutwa. Nilisimama pale nikiwa nimeganda, nikijaribu kuelewa, nilikosea wapi mpaka nikawa kitu cha kutumwa. Nilihisi kama ardhi imenimeza. Nilihisi kama jina langu limefutwa kwenye historia ya mtu niliyempenda kuliko maisha yangu. Nilipoambiwa niondoke, sauti yangu ilikata tamaa. Nilijaribu kuzungumza, maneno yakakata kutoka. Nilihisi aibu kali, aibu ya kuondoka nikiwa nimevunjika, aibu ya kurudi nyumbani bila ndoa niliyoilinda kwa uhai wangu. Nilimkumbuka mama yangu, baba yangu, maneno yako ya kunikaza. Nilikumbusha kuwa sitaki kuonekana nimeshindwa, lakini hata nikikaza kiasi gani, ukweli ulinishinda. Nilipochukua mizigo yangu, kila nguo ilikuwa kumbukumbu, kila kiatu kilikuwa ahadi iliyovujika, kila kitu kilichokuwa changu kilionekana kigeni. Nilihisi kama ninalazimishwa kuondoka kwenye maisha yangu mwenyewe. Nilipoangalia nyuma niliona nyumba isiyo na roho, niliona kita zilizoniona nikilia usiku, niliona dari lililosikia maombi yangu, lakini hakuna kilichonirudisha. Nilipotoka nje, hewa ilinipiga usoni kwa baridi kali. Nilihisi upwele ambao sikuwahi kuuhisi. Nilihisi kama dunia nzima inanitazama ikiniuliza maswali ambayo sikuwa na majibu. Nilijilaumu kwa mara nyingine. Niliuliza kwa nini nilivumilia. Niliuliza kwa nini sikusimama mapema. Niliuliza kwa nini niliruhusu heshima yangu ikanyagwe mpaka ikavunjika vipande. Nilipogundua ukweli kamili, ukweli ulioniumiza kama kisu, niliposikia kwamba ameoa, nikakataa kuamini. Nilipouliza ni nani, nilitamani sikusikia jina, mdogo wangu. Neno hilo lilinigonga kama radi. Nilihisi kifua changu kinapasuka. Nilihisi damu ikipanda kichwani. Nilihisi tumbo langu likijikaza kwa wasiwasi. Nilijua bila kuambiwa kwamba hakuna kinachoweza kurekebishwa. Nilihisi kusalitiwa mara mbili, kwanza kama mke, pili kama dada. Nilihisi kama nimevuliwa utu wangu. Nilihisi kama nilikuwa mjinga wa hadithi yao. Nilihisi kama nilikuwa daraja walilovukia kwenda kwenye furaha yao. Nililia machozi ya hasira, machozi ya aibu, machozi ya maumivu makali. Nililia mpaka sauti ikakauka. Nilipokaa peke yangu, nilianza kujiuliza maswali magumu. Je, nilikuwa kipofu? Je, nilikuwa dhaifu? Je, upendo wangu ulikuwa kosa? Nilichukia kujibu maswali hayo, lakini nilijilazimisha. Nilijua kama sitajitazama kwenye kioo cha ukweli, nitabaki mfungwa wa maumivu haya. Lakini ukweli uliniambia jambo moja, nilipenda kwa dhati, na hilo halikuwa kosa. Hasira ilianza kunijaa kama moto. Nilichukia namna nilivyodharauliwa, nilichukia namna nilivyonyamazishwa, nilichukia namna nilivyotumiwa, nilichukia jinsi nilivyofanywa kama sina thamani. Nilichukia kila kumbukumbu, kila tabasamu la uongo, kila ahadi iliyovunjwa. Nilihisi hasira ambayo haikuwa na mahali pa kwenda. Nilitaka kupiga kelele, nilitaka ulimwengu ujue kilichonifanyikia. Nilitaka haki, nilitaka majibu, lakini zaidi ya yote nilitaka kurudishiwa heshima yangu. Nilihisi nimeporwa kitu ambacho hakiwezi kurejeshwa. Lakini ndani ya hasira hiyo kulikuwa na chembe ndogo ya uamuzi, uamuzi wa kutojiruhusu kuvunjwa kabisa. Nilijua sitasahau Nilijua sitasamehe haraka. Nilijua maumivu haya yatanifundisha. Nilijua sitarudia tena kujifuta kwa ajili ya mtu. Nilijua sitanyamaza tena nikiona mipaka ikivunjwa. Nilijua sitampa mtu mamlaka ya kunifanya nijione sifai. Maumivu haya yalikuwa somo la mwisho. Nilisimama kwenye mabaki ya ndoa yangu nikiwa nimejaa hasira na majonzi, lakini pia nikiwa na ahadi mpya kwangu mwenyewe, ahadi ya kujisimamia, ahadi ya kujiheshimu ahadi ya kutoruhusu mtu yoyote kunifanya nijione mdogo, kwa sababu walinivunja, lakini hawakunimaliza. Baada ya yote kunitokea, nilibaki peke yangu na mawazo yangu. Hakukuwa na mtu wa kunishika mkono, hakuna aliyekuwa na maneno sahihi ya kunituliza. Nilikaa kimya kwa muda mrefu, nikisikiliza mapigo ya moyo wangu uliokuwa umechoka kupigwa bila huruma. Nilihisi kama nimepitia vita bila silaha, vita ambavyo sikuchagua lakini nililazimika kupigana hadi mwisho. Nilijilaumu sana, nilijiuliza maswali yasiyoisha: kwa nini nilikaa? Kwa nini nilinyamaza? Kwa nini nilijipoteza kwa jina la upendo? Maswali hayo yalikuwa kama miba moyoni mwangu, kila nilipojaribu kuyakwepa yalirudi kwa nguvu zaidi. Lakini polepole nilianza kuelewa jambo moja muhimu sana: sikukosea kumpenda, kosa langu lilikuwa kujisahau. Nilianza kujiona upya. Si kama mke aliyeachwa, si kama dada aliyesalitiwa, bali kama mwanamke aliyepitia giza na bado anasimama. Nilianza kukusanya vipande vyangu taratibu. Haikuwa rahisi. Kulikuwa na siku nililia hadi nikaishiwa pumzi. Kulikuwa na usiku nilijilaumu mpaka usingizi ukanikimbia. Lakini kila siku niliamka nikiwa na maumivu yale yale, lakini pia nikiwa na uamuzi mpya. Sitajificha tena. Nilianza kusema ukweli wangu. Kwanza moyoni mwangu kisha kwa sauti. Nilipoanza kuzungumza niligundua kuwa maumivu yakishirikiwa hupungua uzito. Nilipokubali kile kilichonitokea nilianza kupata nguvu. Nilipoacha kujilaumu nilianza kujipenda tena. Ilikuwa safari ngumu, lakini ilikuwa safari ya kunirudisha kwangu mwenyewe. Nilitazama nyuma na kuona ishara zote nilizopuuza. Sasa naziona wazi. Sasa naelewa kwamba upendo hauhitaji kujifuta, heshima haiombi kwa magoti ndoa haijengwi juu ya ukima wa mwanamke. Nilijifunza kwamba mtu anayekupenda hata kuweka pembeni ili kumpa nafasi mwingine. Nilijifunza kwamba mipaka ni muhimu, na ukivunjwa mara ya kwanza usinyamaze. Hasira niliyokuwa nayo haikutoweka mara moja, iliishi nami kwa muda, lakini nilijifunza kuigeuza kuwa nguvu. Badala ya kuniharibu, niliruhusi nijenge niliruhusu inisukume kusimama imara. Niliruhusu inifundishe kujiheshimu. Niliruhusu inikumbushe thamani yangu. Leo ninapozungumza, sifanyi hivyo kwa sababu nimepona kabisa. La hasha, nina makovu na nitabaki nayo, lakini makovu haya ni ushahidi kwamba nilinusurika. Ni alama za vita nilivyopigana na kutoka hai. Sitayaona tena kama aibu, bali kama somo. Ninapomkumbuka mdogo wangu, moyo wangu bado unauma, si kwa sababu ya wivu, bali kwa sababu ya usaliti. Nilijifunza kwa uchungu kwamba damu haimaanishi uaminifu. Nilijifunza kwamba wakati mwingine adui huvaa uso wa familia. Hilo ni jambo gumu kukubali. Lakini ni ukweli niliokabiliana nao. Kwa mume wangu wa zamani, sina tena maneno mengi. Nilimpenda, ndio, lakini upendo huo uliishia pale aliponivunja. Nilijifunza kwamba mtu anayekuthamini hatakufanya ujione mdogo, hatakufanya uombe nafasi, hatakufanya uishi kwa hofu ndani ya ndoa yako mwenyewe. Leo ninazungumza na mwanamke yoyote anayesikiliza sauti yangu. Kama uko kwenye ndoa inayokuumiza kimya kimya, sikiliza moyo wako. Kama unaona ishara, usizipuuze. Kama unanyamazishwa, jua kwamba sauti yako ina thamani. Usingoje uachwe ili ujitambue, usingoje kusalitiwa ili ujipende. Ningependa ningejua haya mapema, ningependa ningesimama mapema, lakini maisha hayarudi nyuma. Ninachoweza kufanya ni kusimama sasa, nikiwa mzima kwa namna yangu, nikiwa na nguvu iliyozaliwa kutoka kwenye maumivu. Jina langu ni Anna, nina miaka ishirini na nane na hiki ndicho kisa changu, sio kwa ajili ya kunionea huruma bali kwa ajili ya kukuonesha kwamba hata ukianguka vibaya kiasi gani bado unaweza kusimama. Walinivunja, waliniondolea heshima, waliniondolea ndoto zangu, lakini hawakunimaliza, na sitaruhusu tena mtu yoyote kunifanya nisahau mimi ni nani.